Chombo kitaendelea moja kwa moja kwa sababu kuna namla za mwaja za wazee, kazi ni hizi taalimu. Ndio kitu muhimu sana leo Mamrui na Amu ni kwa sababu ya matunda yaliotoka ya elimu ya wanafunzi wangafu wametoka hapa, ni kwa sababu ya taalimu. Ta sikuzunguka tu muka, si kule kuzunguka, kuna namna ya kuwavuta watu, si kwamba watu mtembea wakenda kule. Ile ndiyo dawa, ile ndiyo dawa ambayo kwamba imekosekana katika taasisi nyingi, taasisi zetu za fifia kwa sababu

kwa Waislamu ni kuangalia namna gani, kwa sababu mara nyingi sana na kwingi sana watu hutolewa ardu ya elimu. Alhamdulillah, ndugu zetu walioko Tanzania hamu ya elimu iko kubwa sana. Kuna sehemu, baadhi ya sehemu ya Kenya, hamu ya elimu iko tafsir haijaingia sana, na mamrui yatusaidia sana na kila mahali tumefurahi kusikia ndugu yetu Mu'taman ameasisi taasisi ambazo kwamba za msingi wa elimu, na hii nikatakikanamo. Alikwenda babu yake kule, akaona kwamba nashari zaidi atoke kule aje huku amekwenda akaweka taasisi ya elimu na kila mahali ameweka markaz. Ile ni rams ambayo kwamba itautumikia kwarika kajibaangwi. Tukisema kwarika, twasema tu, hatusemi kwamba sisi si si ahlu sunna, ni ahlu sunna wal jamaa. Hiyo tarika tu alima alihi ndiyo ilitia usuni ndani ya Yaman. Ilitia usuni ndani ya Yaman, ndiyo ilitia ilitia usuni ndani ya sehemu fulani Walikuja wakafanya kazi wakautia usuni, na sisi tufuata ile ile. Sisi ni sunni, jina sabika yetu ni Ali Ba Alawi, ambao kwamba tumesimama kwa la ilaha illa llah, la ilaha illallah llah ni bi umri